Jana Ijumaa na leo tunapokuwa katika mkesha huu wa Pasaka, mama wa mikesha yote, tumekuwa tukiutafakari upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu, upendo ambao kama tulivyosisitiza muda wote huu tangu tulipoanza hata kipindi cha Kwaresma ni upendo ambayo sisi wanadamu inabidi tumrudishie Mungu wetu huyo, ambaye ametupenda kwa namna ya ajabu sana. Na leo tunaalikwa tena katika sherehe hii ya ufufuko wa Bwana, Pasaka ya Kristo mfufuka, sio tu kulitafakali hilo la upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu, bali tuone namna gani sisi tunamrudishia huyo Mungu wetu uwo wa upendo, upendo wa ajabu kabisa usiopimika alionesha na anaendelea kuonesha pale Bwana wetu Yesu Kristo alipoamua na akakubali akijinyenyekeza na akifuata hiyo na kuisikia sauti ya Mungu baba wake, kujitoa afe ili mwanadamu na ulimwengu upatanishwe na Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu ya hayo ambayo tumeyasikia katika historia hayo masomo yaliyosomwa yote kuanzia Agano la Kale yanaonyesha huo upendo wa Mungu ambao alionyesha katika uumbaji kumbaji ambao kuna muda wake na mpango wake mzuri sana kwa upendo, wa kuweza kuleta hata upendo kuleta furaha katika ulimwengu huo aliokuwa naumba na vyote alivyoviumba iwe mimea iwe, iwe ni maji, baadaye wanyama, huyu mwanadamu. Mpango uliokuwepo mzuri sana, kila kitu kizuri sana na Mungu aliona ni mazuri sana hayo yote. Bahati mbaya huo mpango kavurugwa na huyu mwanadamu. Kilichokuwa kizuri huo upendo wa Mungu kama umevurugika. Lakini tumeyasikia hayo jana, tulipokuwa tunayafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuja sasa huyo kurudisha kile ambacho kilikuwa kimeharibika, na amekifanya hivyo kama tulivyoyatafakari jana, kupitia njia hiyo ya mateso ya ajabu sana. Huyo ambaye alikuwa ni Mungu aliyekuwa na uwezo wote, kaja kumalizia maisha yake hapa ulimwenguni kwa kutundikwa pale msalabani mpaka kufa. Lakini huyo alitundikwa pale msalabani, aliyafanya hayo ni kwa sababu ya huo upendo wa Mungu. Na kwa ile vani hilo sisi tukawa tumekombolewa. Kristo amefufuka, heri ya Pasaka. Kwa kufufuka kwa kwake sisi sote tumekombolewa Bado inawezekana, kuna wengine wana wasiwasi, lakini tuwafuate hawa ambaye ametutangulia. Kwahiyo ashuhudia hayo fuko wetu chrisi ya ufuko wa Bwana wetu Kristo, yeye aliyeshinda mauti akatuletea uzima, yeye aliyetutoa katika giza akatuleta katika mwanga, yeye ambaye anatutangulia sasa, ndio mwanga huo mshumaa Pasaka ambao uko hapa mbele yetu ukiashiria hilo la huyo Bwana wetu Yesu Kristo ambaye sasa anakuja kulitoa hilo giza ambalo lilikuwepo hapo ulimwenguni na kuuleta huo mwanga. Ni Mungu amekuja na amekuja kutukomboa. Wameyashuhudia hao tuliyosikia, kwenye sehemu hiyo ya injili ya Luka, akina mama Maria Magdalena na hawa wengine kina mama ambao wakati bado kumagiza, yu kwa mke Jumapili, wanakimbia kwenda wakampake mafuta, lakini wanakuta kaburi liko tupu. Sijui ni mshangao gani ambao walikuwa nao, au woga gani ambao walikuwa nao. Kwanza walipokuwa nakwenda, walikuwa likuwa naogopa, sasa alijua walishuhudia, kwa sababu tango walipompokea kutoka msalabani wakamsindikiza wakaenda kumzika. Naona nikabuli gani hilo? Ahuy, Yusuf Arimatea walimomweka walijua ni wapi, lakini ile jiwe wataliondoaje hilo jiwe? Lakini bado wanakwenda wanakuta jiwe halipo tena pale. Wamesimama hao watu wawini, ndio wanaanza kushangaa kutoka mbio kurudi kwenda kuambia hao wanafunzi kwa wote, na wali kama tunavyosikia, kama tulivyoambiwa, waliona ni mambo ya upuuzi. Hata wao ni udhaifu ambao tulikuwa tunaongelea jana, udhaifu wa kibinadamu. Lakini basi, Petro huyu ambaye, na yeye alionyesha huo udhaifu wake siku hiyo ya mateso jana, kama tulivyosikia, aliyemkana angalau sasa anaamua sasa yakimbie aende kaburini kule wasa, kwa sababu anamwambia ni upuzi, lakini angalau sasa inaanza kurudi polepole pole, kimbie kwenda kutizama kweli kama kule kaburini hakuna kitu au kitu gani kimetokea. Lakini basi huyu ambaye alimkana bwana wetu Yesu Kristo, naona polepole imani yake sasa inaanza kukua atakuja kukiri ufufuko wa Bwana bila uoga. Kama tulivyosema, kama kuna sifa ambayo mimi naiona na nyinyi mtaiona na sisi tunaiona ambayo inabidi tuifuate, tumfuate huyo anayetutangulia kuwa nao, na sisi tuwe nayo, niyo sifa ya ushuja. Petro, baada ya kuwa sasa amerudi, kama Kristo mwenyewe alivyokuwa anamwambia, akisoma katika Injili ya Luka sura ya ishirini na mbili aya thelathini na mbili alimwambia atakapoipata tena ile imani atakapoongoka katika mawala. Alijua kwa sababu alikuwa anamwambia akiwa katika karamu ya mwisho kwamba angelimkana huyu, lakini alijua atarudi tena. Atakaporudi basi huyo Petro kwa imani atakaokuwa, nani alishamfanya kama angelikuwa ni mwamba na juu ya mwamba huo angelijenga kanisa lake, aende akawaimarishe hao ndugu zake. Na kweli baada ya kuwa amerudi, ikamrudia sasa, akafahamu akakiri kabisa, fukuwa Bwana. Utamuona anavyokwenda Petro, atakavyoenda kumkiri mbele ya watu bila uoga, mbele ya mataifa na hasa hawa Wayahudi na wakubwa wao wakuu wa makuhani hawa Farisayo ambao walikuwa ni tishio, lakini bila woga, huyo mliyemuua, huyo mlimtundika juu ya msalaba, Bwana amemfufua nani, kwa sababu ya nguvu zake huyo, na sisi ndio tunayatenda haya yote yanayofanyika. Huyo ni Petro anashuhudia uo ufufuko wa Bwana wetu na baadaye atakavyokuja kuwatokea m Bwana wetu Yesu Kristo. Ukienda tena ukasoma katika injili ya Yohani sura ya ishirini na moja huko mwishoni, mwishoni huko alay watokea wa wakiwaenda kuvua samaki, wameshindwa kupata samaki, lakini baada ya kuambia tupeni fereni mkono wa kulia huko, basi ndio akaja kuwapata wa samaki samaa, akamtambua kwamba ni Bwana ni huyo aliyefufuka atakapoanza kumpiga maswali huyo Petro, wewe wanipenda? Ndio Bwana, nakupenda. Lisha kondoo zangu. Petro, wanipenda? Ndio Bwana, nakupenda. Chunga kondoo za, wanipenda? Ndio nakupenda. Lisha kondoo zangu. baada ya ufuko Petro atatoka hapo na nguvu zote. Ndio sasa utaona kazi atakayoifanya mpaka kufa. Sio Petro tu, hata hao wengine ambao walikuja baadaye, waliokuwa wamemkimbia. Kwa hivyo, na wao watashuhudia huo ufufuko wa Bwana, na kwa kushuhudia huo ufufuko wa Bwana basi watafanya mambo mengi sana mwisho ambaye anakuja kujitaja ambaye amekuja kuyafanya ya ajabu kabisa kama tunavyo mfahamu ni Mtume Paulo, kisoma katika waraka kwa kwanza kwa Korinto sura ya kumi na tano, pale anayongelea hayo ya ufufuko ufufuko wa Bwana navyo mkili. Ndugu zangu hao wote wameshuhudia ufufuko atazungumza akisema kabisa, kwa nguvu zote, akienda kwenye aya thelathini na tano na kuendelea, kama hakuna ufufuko, basi imani yetu ni bure, kwenu nyinyi na kwangu vile vile. Kama hakuna imani, hakuna maana ya kuja hapa. Kama hakuna ufufuko, hakuna maana ya kuja hapa. Ndio maana mmekuja mnajaa kanisani kwa manake ufufuko upo, sio? Bwana amefufuka, na ni kwa sababu hiyo tuko hapa. Nawashukuru hawa ambao na wao sasa wana kilufu kwa Bwana, wakati kumeni ambao leo wanataka sasa waondoke katika giza na waingie katika mwanga, naomba tuwashangilie hawa nini. Mmeyafahamu hayo ambayo yamefundishwa ya upendo, Mungu anavyotupenda, anavyompenda kila mmoja, anavyotaka aokoke. Na nyinyi sasa mnataka mwokoke, kwa sababu nataka mtoke katika hayo maisha ya zamani ya kifo, mwingie katika maisha ya uzima ya mwanga. Jiwe litoke hilo ambalo limefunga kaburi, na nyinyi mtoke kuzika, kama vile huyo Kristo alivyotoka kuzimu huko, baada ya kuamawoka katika kaburi hilo akafufuka na nyinyi mnataka mwe kama yeye. Ndugu zangu, hata sisi tunaposhangilia ufuko wa Bwana, tunapomkiri huyo Bwana aliyefufuka, tunaalikwa sasa tufanye hayo mabadiliko. Ni mabadiliko ambayo tunataka tuyafanye tangu tulipoanza kipindi chetu cha Kwaresha wa kufaa wa huu na leo, kwa namna ya pekee, ufuko wa Bwana watukumbusha hilo la kubadilika, na kama hatutabadilika basi Pasaka haina maana yoyote kwetu. Kila mmoja bila shaka amejichunguza, tulipoanza kipindi hiki cha kwareza, kujitizama ulo udhaifu tuliokuwa tunaosema jana wakina Petro amewaba mkana Kristo wakina u eh, sio kumkana tu bali wamemuuza kwa vipande hivyo thelathini vya pesa. Naam sisi ambao ni udhaifu wetu mahusiano wetu sisi kwa si, sisi kuanzia si, si, si, katika jumuiya zetu katika familia zetu, huko ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo ndio amefuka ametukomboa lakini bahati mbaya sisi ambao tunaalikwa tumpokee upendo wake, bado hiyo misalaba tunampatia aibebe. Kwenye familia zetu misalaba ipo, watoto kutowasikiliza waziri, labda hata wazazi wenyewe kutopatana, mafarakano yanayokuwepo huko katika sehemu zetu za kazi mivutano tunayoisikia katika maofisi yetu, watu kutukaa pamoja wakapanga vitu vinavyoeleweka mbaya zaidi, sisi ambao tunasema tunafufuka pamoja na Kristo, lakini wote wao tumeyachunguza tukayaona, ndio misalaba iliyopo ambayo Kristo yuko anaibeba. Sasa leo hatujaingia kwenye mapambano yanayokuwepo katika vikundi mbalimbali, iwe ni katika nchi au katika mataifa na bara, hata ulimwenguni. Hivyo vita tunavyovisikia, na wengine awezekana kabisa wanaovianzisha ni wao, wanaosema hiyo ni misalaba ambayo Kristo yuko anaibeba. Sasa ili tuka, inabidi hayo yasiwepo, au ba sisi ambayo tunasema nataka kabisa tumfuate Kristo bila uoga kwenye nafasi zetu tunaweza kuwa nazo. Pale ambapo tunaona haya mambo yanafanyika, hiyo giza linaingia, hiyo misalaba inaingia, haina budi. Sasa tuibebe hiyo misalaba pamoja na Kristo kwa ushujaa kabisa, ndio tuende tukayakemea hayo, tuende tuone namna gani yataondoka. Ndio hapo tutasema kwamba tumefuka. Achana na yale ya kwetu sasa yale ya kwetu kwa vile itakuwa ni sisi wenyewe, lazima tuone namna gani yanaondoka, na akiondoka ya na tukayashinda zaidi, basi hapo tujue kabisa tuko tunafufuka na tumefufuka pamoja na huyu Kristo. Ndugu zangu, kila mmoja anayafahamu hayo. Kama ni vilema, tumevitizama tukaona namna gani tuviende, kama ni matatizo ambayo yanatukumba katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika nchi yetu hii, tunayafahamu sisi wenyewe leo, kama Wakristo ambao tunataka tusimame kama wakina Petro ambao hawakuogopa pamoja na kwamba alikuwa anatafutwa na la viongozi uongozi. Mkienda mkasoma katika kitabu cha Matendo ya Mtume sura ya tano, pale panafurahisha sana, bila woga na kweli wakafanikiwa Petro mwenyewe pamoja na wenzake hao ambao kwa ushujaa waliokuwa nao wakayafanya yale ambayo Kristo mwenyewe wanajua kabisa anataka wayafanye, kwa sababu yeye mwenyewe aliyafanya, halafu akawafundisha. Wanadiriki hata mbele ya mamlaka hawa, makuhani wakuu hawa, wakina Herodi, wanayafanya bila woga, bila woga. baadaye anawapata hata hapa, ungelikuwa ni kinyume chao, lakini wakuja kuwatetea. Kuna mmoja anamwita Gamalieli, huyu alikuwa ni mwalimu wa sheria, Mfarisayo, lakini anawatetea hawa akina Petro, baada ya kuona yale mazuri wanayoyafanya, akiwaambia hao wakuu wa makuhani na hao Waisraeli, hao Wayahudi ambao walitaka kuwamaliza, kuua, waondoke hawa wa sema ndugu zangu, angalieni, walikuja watu kama hawa. Alikuja mmoja Yuda sijui wa Galilaya akawa nafuasi kama mia nne hivi au zaidi, akawepo mwingine vilevile. Bahati mbaya huyo mmoja wa kwanza akafa, na waliokuwa na mfuata wote wakaondoka. Huyo wa pili naye akawa amepotea, na waliokuwa na, na mfuata wote wapotea. Lakini huyu Kristo, kwa maneno mengine Haya na hawa wanaomtetea, kama kweli wanayofanya haya ni ya kibinadamu, watasambaratika hawa. Lakini kama haya wanayofanya si ya kibinadamu, ni ya kimungu, ndugu zangu, mtakuwa mnagombana na Mungu hapa. Na kweli walikuwa wanagombana na Mungu, kwa sababu baada ya hapo mmoja mmoja akaanza kuondoka. Kristo amefufuka, na wote waliomwamini kwamba amemfuka, upendo wameupeleka katika watu, wameupeleka huko walikuwa kwa naishi, kama walivyofanya hao wakina Petro pamoja na mtume wengine wakina Yohani na baadaye huyo Paulo. Ndugu zangu, napenda nimalizie midia yangu hii ikisema kuwa tufuate nyayo za hao waliotutangulia, wakaamua kumfuata huyo Kristo, baada ya kuwa yeye mwenyewe amewaita. Kumbukeni wakati anampiga maswali baada ya ufuko, anamwomba huyo Petro achunge kondoo, alishe kondoo. Mwishoni kabisa alimwambia nifuate. Kweli, tangu hapo Petro hakurudi nyuma. Na sisi tuseme leo, ndugu zangu, tumfuate Kristo na tutayafanya mengi ulimwenguni hapa. Tumsifie Yesu Kristo.